Pia fursa hii kuwataarifu mabadiliko kidogo katika idara zetu za kiutendaji kama ifuata. Wengine mmeshayasikia waketoa matangazo hapa, basi ili sasa ni kuweka vizuri ili litamkwe rasmi. Nimemteua pai Felix Mmoya kuwa lengano wanagania Mtakatifu Rita wa kashi ya kuminda Ya kufanya utume mahali pengine jimboni Bagamoyo na yeye alikuwa ndiyo dekano wa dekania hii. Nimemteua Padre Francis ngasi wapaswari SSP kuwa wina wa watawa jimbo, nafasi aliyokuwa nayo na pia aifod Mashanga CSSP ambaye alihamia jimbo la Bagamoyo Kee okay. kuwa mkurugenzi mpya wa vijana njimbo nafasi aliyokuwa nayo farisaimo na madaka kwa paro, paroko wa kidana. Na kwa ukubwa wa kazi hiyo, tumeona tutafute pia msaidizi, na hivi imekuteua pia Josefu Makuge wa wasira kuwa msaidizi wa mkurugenzi wa vijana njimbo. Nimemteua Padre Simon Kulu wa madata kuwa mkurugenzi wa PMS Jimbo, nafasi aliyokuwa nayo Padre John Bibila musemwa. <coughs> Nimempunguzia Padre John kidogo, anayo mzigo mingi mabegani mwake. Pia huyu nimempa msaidizi na hasa tukiangalia kongamano la kitaifa ambalo liko mbele yetu kuhusu PMS au utoto mtakatifu. Na hivi msaidizi wake atakuwa pa Joseph Masharia wa shirika la Wamisenti, kuwa msaidizi wa mkurugenzi. ifiya tangazo, mwezi wa sita tarehe kumi na nane mpaka ishirini na tatu tutakuwa na ugeni mkubwa ndani ya jimbo letu, utoto mtakatifu au watoto wetu kutoka Tanzania nzima, na hivi huwa kawaida neidani kubwa, mara nyingi wanapita hata elfu tatu na sisi ndio wenyeji, kumbe niwaombe sana maparoko mapacha, watawa na waumini wote tujiandae vizuri. Sisi ndio wenyeji, si vyema tukapitwa na watu kutoka majimbo mengine kwa idadi ya watoto na sisi tukawa mshiriki wetu ni mdogo. Kumbe ni waome sana, kitaifa imesha kiasi ambacho kila mshiriki anapaswa kutoa. Kumbe niwaombe sana parokia, ili msiliachie kila mtu binafsi, kuliratibu kwa pamoja kama parokia, tuwe na uwakilishi wa kutosha na tuwatume pia kiparokia, ili tupate washiriki wa kutosha. Tunaelewana jamani? Sababu sisi ndio wageni, wagei jowee wageni hawapaswi kuja wakute sisi tuko wachache, na naomba hili kushirikiani kwa ukamilifu kabisa. Mwaka huu mw, tunayo mengi katika jimbo letu. Pia niwaalike pia parokia zote tujiandaye la Kahama, mwaka huu ni mwaka wake wa jubilei miaka ishirini na tano, na kama unakumbuka hata mimi nilipokuwa naadhimisha la, la, jubilei miaka ishirini na tano, kuna watu ambao wamenisindikiza pia, tukaenda mpaka huko nilipozaliwa, nafikiri wengine mnakumbuka. Kwa hivyo na sisi ni wajibu wetu pia kumkaribisha na kumpongeza na hili tutalifanya mwezi wa nane. Kumbe niombe sana kanisa kuu pamoja na parokia zote kujiandaa, na wanakalizi ambao ndio wazaa chema, na huko pia hakutaepuka kumpokea, kumbe pia kujianda